Utabora, karibu Toronto na wengine mko hapa, mnakubaliana na mimi kabisa kwamba kuna nyakati ulijaribu kujitutumua na kufanya baadhi ya vitu vikubwa, lakini hukusikia pongezi kwa mwenza wako alafu ndio ulikuwa una kiu sana ya kuisikia uskia. Maana yake nini? Furaha yako sio priority yake, mafanikio yako sio priority yake, kukua kwako sio priority yake. Na bahati mbaya sana watu ambao hawako tayari kukupongeza, mwenza ambaye hayuko tayari kukupongeza, hayuko tayari kukusifia, hayuko tayari kukufurahia mafanikio yako. Yeye yakwake, anaangalia namna hii, anataka umfurahie, anataka umpongeze. Mbona kunitengeneza keki? Mbona kunifungulia shampeni? Mbona kufanya hivi? Anakukumbusha kabisa. Ukitaka mfano rahisi, kumbuka, angalia vitu vya birthday birthday kwenye ndoa ndoa. Watu wengi wanagombanaga kwenye birthday. Yakwako anasahau sahau, sahau yakwake una upendo umezidi a una, una, una nani hii mbezi yangu eh! Lakini mbona ya kwako wewe unasahau? Siku hizi kuna watu mpaka wanataka kuachana kisa birthday. Yani kuna watu wanashanga timbili kubwa kama vile siwa maona nini, lakini birthday, yani birthday birthday yake alinalika keki tatu, mimi kanani moja eh. Kuna wanandoa waleta kesi wiki nzima, watu wa Mungu, yani huyu tatu huyu moja amna hata kuomba, namshukuru Mungu, tumesherehekea kanitengeneza keki moja A hapa, hapa ni kwa kiasi gani furaha ya mwenza wako ni priority kwako? Ni kwa kiasi gani furaha ya mpenzi wako kwako ni ishu ya maana? Sasa bahati mbaya, ngoja nitoe gender difference. Bahati mbaya sana kwenye ndoa wa nyingi wanawake wengi wanafurahia mafanikio ya waume zao, majority wengi wanafurahia, wanapenda, wanapenda, ingawa wengine wanapenda kidunia, kwa sababu anajua kabisa ukafanikiwa mpunga anafanya nini? Ataongezeka, asemi hivyo, lakini wanajua kabisa, hapa, ahadi zangu za simu niliyoahidiwa zitafanya kazi sasa hivi. Lakini wako ambao inatoka moyoni, lakini wako wanaume ambao mafanikio ya mke kwake anakuwa yanakuwa inferiority complex, yanakuwa insecurity. Mafanikio ya mke, mke, mke kapandishwa cheo na kesi nyingi nakutana nazo pale ofisini kwangu, unauliza, una huyu mwanamke hizi changamoto za mke wako mume wako kupoteza trust na wewe. Hii sio tu unayafurahia yakishatokea, unashiriki kwenye kutengeneza mazingira haya, mafanikio yaonekana Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unaona mme wako ana potensha ya shule, mshauri mme wangu, unaonaje ukisoma digrii? Bwana, kwa hiyo una akili. Mme wangu, unaonaje ukienda postgraduate diploma? Mme wangu, unaonaje ukisoma masters? Mke wangu, mbona unaweza fanya chereani. Mke wangu, mbona unaweza, hebu kasome certificate. Mbona unakaa hapa na tuna chuo hapa cha uwaziri? Ngoja tu apply. Sio tu unasherekea ma, ma, ma, mafanikio akishatokea, una kuwepo pamoja naye katika kule kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tofauti ya mwisho Ndoa ya kidunia ni ndoa ya mkataba. Inawezekana usio mkataba ulioandikwa, lakini ni mkataba ambao upo haujaandikwa au, lakini ni mkataba ambao upo utajuaje ni ndoa ya mkataba? Ni kwa sababu kama mambo hayaendi unatafuta plan b. Tusiumizane bwana, shida, kwani shida nini? Kama mambo hayaendi unatafuta plan b. Hapo ndiko tunapata ile kitu inaitwa mpango wa kando. Ndoa ya kikristo Ndoa ya Kikristo ni agano unafa. Kuna tofauti ya contract na covenant. Ndoa ya kidunia ni contract eh? mambo hayaendi tunakwenda kwenye plan b. Plan b kifeli, tunaenda plan c, na kuna wengine mpaka plan d. Ndoa ya Kikristo hatuna plan b wala plan c, kwa sababu hii ni covenant. ni agano tena, sio agano la muda mfupi, ni agano la kudumu, agano la kutunzana, ni agano lakini Mungu, dada alifiwaga na mume wake huko, akamkopoa ile mzungu, akamlazimisha wakaoana fasta fasta fasta fasta ya serikalini, maana hata mchakato wa kanisani hawakuweza, yule wa kuchunguzana yule hawakuweza fast, wakaenda Ujerumani, kumbe anatumia marafiki zake message ambayo nyingine ni marafiki zangu kwamba huyu mzee nimekuja naye huko kuhakikisha kwamba anakufa nirudi zangu Tanzania na mali. Siku za juzi kati rafiki yake huyo moja anamtumia screenshot ya message nimechemsha na naweza na nikarudishwa Tanzania anytime. Kisha, yule wife alienda kule Ujerumani akampata mwanasheria mmoja ambaye ni Mjerumani kule ma Mtanzania, akamtumia message namna ya kuja kumwasesia vile vitu in case baba huyu akifa kwenye mgawanyo utakuwaje. Yule mzee wa kizungu akakamata ile message, ndio anagundua kumbe kwanzia wanatoka Tanzania mpango wa dada alikuwa anataka kukamilishwa alafu nikishakamilika aidha tuachane au ufe. Hata hapa nchini kuna makabila ambayo yanazungumzwa hivyo kwamba mkikaa kwenye ndoa moja, akifanikiwa moja na mkarabati mwenzake simna siaga ya yamsiki moja na mkarabati mwenzake, alafu ukiondoka nabaki na nini na mali tofauti. Namba nne, ndoa ya kidunia unaingia kwenda kuweka nusu na yeye anakuja kuweka nusu. Hiyo mtaani tunahitaji, unaweka nusu na naweka nusu, tunahitaji 50-50. Unaingia 50/50, una, una unakuwa tayari kwenda kuweka nusu na yeye anakuja kuweka nusu. Ndoa ya Kikristo unaingia ukiwa tayari kuweka asilimia mia moja na yeye anakuja akiwa tayari kuweka asilimia mia moja. Kila mmoja anamtanguliza mwenzake mbele, kila mmoja anajitoa, inaitwa kujidhabihu kila mmoja anajidhabihu kila mmoja anajisakrifice asilimia mia moja. Ndoa ya Kikristo unaingia kutoa muda wako asilimia mia moja. Ndoa ya Kikristo unaingia kwenda kutoa nguvu zako asilimia mia moja. Ndoa ya Kikristo unaingia kwenda kutoa uelewa wako asilimia mia moja. Ndoa ya Kikristo unaingia kwenda kutoa ujuzi wako kwa asilimia mia moja. Ndoa ya Kikristo, kama ni isu ya uchumi, unaingia kwenda kuweka uchumi wako kwa asilimia mia moja. Ndoa ya kidunia unaangalia namna gani unaweza ukachangia na yeye namna gani anaweza akachangia. Vijana, huwa na ofisini kwangu unafanya kitu kinaitwa premarital sessions, tunawafundisha wanandoa mambo ya ndoa kabla hawajaoana, na mara nyingi tunawashauri waanze kabla kama miezi minne mpaka mitatu kabla ya ndoa. Sasa so, wengine wanakuja kwa kuna session tunafanya wote kwa pamoja, mchumba na mchumba. Alafu na session tunawatenga mwanaume na mwanamke Tunachoshangaa, wakati wa kuja wawili kuna vitu wanaongea afu, wakiwatenga kuna vitu wanaongea vya tofauti. Tukiwatenga unasikia mwingine anasema, unafahamu nimekubali na huyu kwa sababu kazi yake, nikiweka mshahara wake nikiweka na mshahara wangu, tutafanya maendeleo. Yani imagine mtu yuko nje kashapiga na hiyo calculation, kipato chake nimekipima na kipato changu, tukikiweka, nafasi yake kazini na nafasi yangu tukiingia itatusaidia hivi na hivi na hivi na hivi. Ingekuwa sio hizi nafasi, ingekuwa ngumu sana kwao. Unakuja kugundua apart from love, mbali na pendo, kuna vitu vya ziada vinawasaidia kufanya maamuzi. Upendo wa Kikristo sio hivyo, ndoa ya Kikristo sio hivyo. Unaingia ukiwa tayari kutoa asilimia mia moja. Hata angekuwa hana kipato ungempenda kwa upendo ule ule, hata kama angekuwa hana kazi. Kwenye ndoa unaweza, siku nne kabla sijaja Mwanza kwenye training, alafu ndo nikaja huku nilikuwa na ndoa moja ofisini kwangu, tumefanya session nao kadhaa kwa simu kwa vacho mtandaoni. Sasa wamekuja ofisini kwangu kwa mara ya kwanza. aaa ile baba amekuja na mke wake, wanatazamana wamekaa miaka saba kwenye ndoa. Ile baba akaniambia, sasa hivi kwenye ndoa yangu Dr. Chris. Mimi ni jeshi la mtu mmoja yaani, nimekuja kugundua kwenye miaka sa, miaka yangu saba ya ndoa nimekuja kugundua mimi ni jeshi la mtu mmoja. Nikikwama nimekwama na kufa mwenyewe au na ndugu zangu, nikiweza nimeweza mimi mwenyewe. Mke wangu sio pati ya mimi tena, hususan kwenye masuala ya uchumi. Yuko tayari asaidie kwao, lakini sio nikishindwa kitu nimwambie busti anasema na ni kazi yako wewe mwanaume, pambana. Kumbuka nimekwambia ndoa ya Kikristo wakati wote unakuwa tayari kutoa asilimia ngapi? Na wakati unakuwa tayari kutoa asilimia mia moja, sio baada ya kumuuliza mwenzako, wewe uko tayari kutoa asilimia mia moja, sema akia Mungu na mii basi nitatoa. ah -ah. wakati huna uhakika kama atatoa, wakati huna uhakika kama nauo tayari lakini unasema maadamu nimemchagua hivi. Unafahamu Adamu baada ya Mungu kumuumba Hawa alivyomkabidhi Adamu akamwambia huyu ndio, kama ulikuwa ujui pale ndio essence ilipotoka ya kwenye harusi. Unafahamu kwenye harusi, wakati wanafunga, mwanamke anakuja ana veil. Unajua veil, unajua veil ile anafunikwaga huko, sio? Alafu akifika kanisani, baada ya maneno fulani, mchungaji anamwambiaje? Sasa chenga ni pale ambapo mnaangaliana hapo, wakati wanathibitishana siku nyingi na wanakathibitisho kabisa huko tumboni, kamesha thibitishwa, kapo, kanaitwa ka Yosefu, kanacheza kule tumboni. Afu mkikazama unasema katukutu. Katukutu gani? kalidanganya kuanzia ukumbini, kalidanganywa, kamekunywa bia, kamedanganywa kama mchungaji kakaa pale, afu nasema katukutu shuleni, hakawezi kuacha kuwa katukutu. Kiingereza wanasema unveil, unveil ile inaitwa nini ile hapa inaitwaje? kwa ukisikia unveil maana una, ndio maana wakishamaliza hivyo na wanabusu ila wengi unajua, unakuta mtu anaoa mke wake sio majority sasa. ile essence ya Adamu alipopewa Hawa ndio na alipopewa, maandiko anasemaje? Akasema huyu ni mfupa katika mifupa yangu, nyama katika nyama zangu, ataitwa yani. Alikuwa tayari kufanya chochote hata kama Eva afanye chochote. Chunguza ndoa za sasa hivi, ngumu sana kwa vijana sasa hivi kudeti. Maanake marafiki wote wauo mwanamke wanamuuliza, huyo kaka mbona kapinda? Huyo kaka mbona kachoka? anaimba tu mapambio pale chache, anaimba tu kwaya, mtakula mapambio nyingi, mtakula maombi am, yani mnafanya mpaka wakaka wameshaamini kabisa kwamba huwezi kutongoza bila uongo, ya lazima utaonga afu utatubu baada kuo ya kuoa. Jamani, mambo yapo haya. Kwa hiyo unaona, ndoa za kikristo na ndoa za kidunia zipi nyingi, nataka kuuliza. Kwa hiyo ya kwako iko wapi? Lakini nakuachia utalijibu mwenyewe na mke wako mkirudi nyumbani. Tofauti namba tano, ndoa ya kidunia unaingia kwenda kutafuta furaha yako binafsi. Ndoa ya Kikristo unaingia ukiwa tayari kumtumikia mwenzako pasipo binafsi. Furaha ya mwenzako inakuwa kipaumbele chako, furaha yake inakuwa priority yako, mafanikio yake yanakuwa priority yako, kufanikiwa kwake kunakuwa sifa yako. Ndoa ya kidunia bwana, unaingia unaenda kutafuta furaha yako. Furaha yake kwani inakuhusu? Mii napata kesi nyingi sana za ndoa siku za leo wanandoa wanalalamikiana kwamba huyu apendi mafanikio yangu. Jana likuwa namsikiliza mtu, juzi likuwa namsikiliza mtu online ananiambia, bwana mke wangu mume wangu alikuwa alikuwa mme wangu huku, nimekuja nimepanda vyoo mara tatu hajafurahi chochote, hata kuniambia pongezi. Ndoa ya kidunia, hufurahii mafanikio ya mwingine, hufurahii kukwea kwa mwingine. Karibu Tabora, karibu Toronto.